Haleluya! Katika sehemu hii tutajifunza roho nyingine ambazo zinawaongoza watu. Mwili huu this physical body is neutral. Mwili hauna hauna maamuzi yake wenyewe, mwili unaongozwa utaongozwa aidha upande mmoja wa roho au upande mwingine. By the way, wakati mwingine just physically watu wanaweza waka brainwash, kaamini vitu fulani, mpaka ukavifanya vile vitu. Kuna watu wameamini vitu vya ajabu sana, vya hatari kwelikweli kweli. Lakini ndo hivyo tena, wamekwisha amini, huwezi kuwatoa kwenye imani yao, wako tayari hata kufa kwa ajili ya kile walichokiamini. You see, so that is a spirit. Ni roho inayotenda kazi ya kuwafanya watu waamini vile wanavyoamini. Tukisomea Waefeso sura ya pili mstari wa, wa Efeso, apiri, kwanza na wapili. Kwa hiyo somo hili litaitwa Mfalme wa Uweza wa Anga. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kufuata kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi kwa hiyo fuatilia kwa makini maneno anayotamka kwa kumfuata unamfuata yeye anayekuongoza kuna kiongozi anayekuelekeza mahali fulani unamfuata huyo huyo anaitwa roho mkuu wa uweza wa anga <laughs> roho o, o, ziko nyingi sasa, na mimi nimetaja roho ya mkuu wa uweza wa anga, lakini kuna roho zidanganyazo kwa habari ya mafundisho. Kwa hivyo katika mafundisho pia unaweza ukafata fundisho fulani litakushape kwenye direction fulani ambayo itazaa matunda fulani. Yale matunda hayatokuwa kwa faida ya ufalme wa ufalme wa mbinguni, hayatokuwa ya Yesu hayatokuwa lile tunda la Roho, lakini utazaa matunda. Unaweza ukazaa tunda la kiburi, ukazaa tunda la majivuno, na hayo ndo matunda ambayo yanapatikana mara nyingi sana. Mtu ameokolewa kabisa, lakini ana kiburi, ana majivuno, hayuko tayari kujifunza kutoka kwa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Amekuwa shetani na namna fulani ya mafundisho. Kwa hiyo huyu roho, hawa watu, hawa wana wa kuasi hawaasi kwa dhamiri zao wenyewe tu, hawajiongozi wenyewe. Hakuna mtu anayejiongoza mwenyewe, hawajiongozi wenyewe, wanaongozwa. Kuna roho inayowaongoza katika kule kuasi kwao. Kitu chochote ambacho mtu anakifanya, anafanywa kwa kuongozwa. Aidha, ataongozwa na roho yule atendaye kazi katika wana wa kuasi, au ataongozwa na roho zidanganyazo, au ataongozwa na Roho Mtakatifu. Wale wanaoongozwa na Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Roho wa Bwana anaowaongoza, hao ndio wana wa Mungu. Hao wanaongozwa na roho zidanganyazo, ni watu waliodanganyika, they are deceived na ni miongoni mwa waliookolewa wengi sana wanaongozwa na roho zinakanyazo. Dalili zake ni nini? Nilishakueleza dalili zake. Je, kuna upendo? Kuna shangwe ndani ya huyo mtu? Kuna amani? Kuna ustahimilivu? Kuna upole? Kuna kiasi? Kuna utu wema? Kuna uaminifu? Ndani ya huyo mtu vipo? Lipo hilo tunda la Roho Mtakatifu. Kama halipo kwa mtu, anaongozwa na roho nyingine, na watu wengi wale watasema kwamba cheme ule anaongozwa na roho nyingine. Roho nyingine itakuletea matunda yale mengine: kiburi, majivuno, kujilinganisha na wengine, kudharau uchoyo uvivu halafu nikurudishe kwenye wagalatia kumi na nne kumi na tisa mpaka ishirini na moja vile vyote vile vitaonekana itakuwa ni matunda ya mtu anayeongozwa na zile roho nyingine jisomewe mwenye mtu wagalatia nne kumi na tisa mpaka ishirini na moja utazaa kwa kadiri ya asili yako yaani kwa mujibu wa asili yako ndivyo utakavyozaa nimetoa mfano mwanzoni pale Ukienda chini ya mchungwa utakutana na papai, unajua lile, ule sio mchungwa, ule ni mpapai. Upo katika sura ya mchungwa, mpapai unafanana una na mchungwa, sio mpapai, i mean sio mchungwa, ule ni mpapai. Mpapai umevaa sura ya mchungwa, utashangaa. Kwa hiyo watoto si watoto, na siku hizi ni watu wazima kabisa, wazee <laughs> kama za magharibi huko, yani wazee ambao hawana kabisa habari, hawana hofu, hawana kicho cha Mungu ndani yao hawa. Hawana yani, hawana Mungu, maisha nini, kwa nima sababu hakudhihirishwa, ili Mungu adhihirishwe kwenye maisha ya watu, wanafikiri labda ni lazima wawe na uhitaji, wnauhitaji, of course, wanaouhitaji sana wanamhitaji sana Mungu kwa sababu that's all they are missing, lakini hawajui kama wanamhitaji Mungu. Wanateseka na tabia zao, ura, urahabu anasema ni urahabu au urakabu urakibu, kwa kimombo tunasema wanateseka na ulevi, labda anakuwa mlevi au mlevi wa madawa ni urahabu. Hata neno la Kimombo lenyewe limepotea. Anakuwa na tendensi za urahabu. Kama ni urahabu kweli, lakini eh, silikumbuki vizuri ile neno eh, anakuwa na hizo tendensi za ulevi wa kupitiliza, nafikiri nitalikumbuka leo eh. Kwa hiyo wanaenda mpaka wanafika mahali hakuna kwa kwenda tena kuna kwa kwenda yani, wamefanya wamejiharibu, mpaka imefika mwisho, wamefika ukingoni, hawawezi kurudi huku huku nyuma, hawawezi kurudi. Kwa hiyo wanaamua kufanya nini? Wanaamua kupotea, kujiua. Wengi waliokuwa na maisha ambayo kwa kawaida ya kidunia ni maisha mazuri, wana kila wanachokihitaji lakini hawatosheki. Wakienda kwenye kwenye starehe, hazitoshi starehe, hazitoshelezi, haziwajazilizi, haziwajazi. Kila wakimaliza starehe, bado kuna utupu ndani wao. Wana pesa zimefika mbinguni, hawana namna ya kuzitumia zile pesa lakini hawajajazimizwa, pesa zimejaa mpaka mbinguni, moyo ni mkavu kabisa, ni empty and hard kama jiwe linavunjika vunjika. Wanaishi ya kuwa walevi, ili aweze kuepuka kelele zinazomsumbua anashatap vijana as anasema anaondoa data eh? anajizima data, anazimika na na ah, eh, anakunywa sasa, anasawakinywa pombe za kawaida zikawa hazimtoshi, anahamia kwenye marabrapu na anakwenda kwenye gongo kali, ili gongo kali nakaosha kabisa huko. Basi tena huyo anapotea. Ndivyo huyo roho anayetenda kazi katika wana wa kuasi anavyotenda kazi, ana mvuto kweli kweli, anavutia na mambo ya mwilini haya, anayefanya mambo ya mwilini yaonekane kwamba yana fahari kweli kweli, kwayo fahari ya mtu ni kufanya mambo ya mwilini, ni kuutukuza mwili. Uh, kutukuza mwili niongee kidogo ya yeah. Mwili umejengwa na anasema mwili una miili, una vipande vinne basi. Yaani watu wana excitement kwenye miili ya namna hiyo. Kwa nini? It's glorious mwili wa namna hiyo unakuwa umetukuka, unaweza kumjaziliza mtu anaotaka ule mwili Akishaupata anakuwa anakuwa more, anakuwa empty, yaani lili lishimo linaendelea kukua kuliko alivyotarajia. Angetarajia kuwa fulfilled, kuwa completed, angetarajia kupata utility, kupata utimilifu, lakini ndio shimo linazidi. Kwa nini? utimilifu wa mtu haupo kwenye na kinacho msumbua huyo mtu ni yule roho anayetenda kazi katika wana wa kwazi, hawaendi wenyewe tu. Kama unagundua hiki kitu na unamuomba Mungu akakuonyesha nini ambavyo unaweza kufanya ili kundu this fanya fiibinu ni hiyo sababu, hayo ni mambo ya roho, sio ya mwili tu, yanatuhitaji sisi watu hapo ndo kunakuwa na suffering ya wana wa, wa Mungu wana safa katika mwili ili kuweza kusaidia na wengine waweze kuingia katika ufalme unasafa vipi Means you are, una depart from the things of the flesh vile vitu vya mwilini ulivokuwa unavifurahia unafurahia marafiki wa mwilini unafurahia watu walio katika mwili unajitambua kama wao unafurahia vinywaji, makundi ya kunywa, unayafurahia hayo. You suffer by getting rid of us. Na wakati mwingine unapaswa kufunga chakula kabisa, usile kwa muda fulani, kwa muda fulani hauli, ili uweze kupata focus iliyo kamili ya kuweza kushinda kuingia katika roho na kuweka katika roho, kukaa katika roho na kushinda, kwa sababu mambo yanayotokea katika ulimwengu huu yanawatokea watu wana, wana, wana wakwasi, wanaoongozwa na roho yule atendaye kazi katika wana wakwasi. Kwa yuko roho anayetenda kazi, anawaongoza na wale watu wanamfuata. it's more dangerous than I'm saying than I can say. mimi nimeona tu nitoe mwanga kidogo hapo and that's all i need to say it's not, it's not important to say more what is important is what i have said before about the holy spirit ukienda na roho mtakatifu ukajikita kwake you do not have to deal with this other spirit that other spirit will be dealt with automatically hiyo roho nyingine hiyo roho inatenda kazi roho zinanganyazo hizo Yani, zinamalizana zenyewe huko, haziwezi kukusumbua as long as wewe unaongozwa na Roho Mtakatifu. So remember there are those spirits striving to get your attention, but you have this advantage: you have the spirit of God actually living in you. Tutaona huko mbele, maana Roho Mtakatifu ana makazi katika wewe unayongozwa na Roho Mtakatifu ndio mwana wa Mungu. Kama hauongozwi na Roho Mtakatifu, unaongozwa na roho zidanganyazo, au unaongozwa na roho yule atendaye kazi katika wana wa kuasi; anaitwa Mfalme wa Uweza wa Anga, roho yule atendaye kazi katika wana wa kuasi.